Miaka ya juzijuzi uliomba kura zangu yeah. Ahari na okay, okay, okay. Well, nane me miss Nakaaya kama mimi personally nime miss. Hii ni AyoTV Entertainment uh, na mimi naitwa Asteria Mvungi inawezekana na wewe pia umemisi kwenye game um, na ndio maana AyoTV Entertainment imeona sio mbaya kumtafuta ili tujue vipi huu ukimya wote unasababishwa na nini. I have been quiet kwenye mziki kwa sababu nina vitu vingine ambavyo ninavipenda, na nimeona ni, ni, vi, ni focus kwenye hizo vitu vingine. Nina kampuni inaitwa Kaikaya Marketing and Events na nimeanza uh, na Nakaaya's kitchen. Kwa hiyo ni vitu ambavyo napenda kuvifanya, na ukiongezea hapo mimi nimekuwa ni, ni mama so na lea mpango wa kurudi kwenye game kwa vipi. Sijapata tu inspiration lately ya kuimba ama kufanya muziki, lakini endapo itajitokeza opportunity definitely nitaimba kwa sababu ni kitu nakipenda sana na moyo wangu wote na dreams zangu, kwa kweli natamani sana nifanye nyimbo na sauti so one day kwa hiyo, definitely maybe in a few years naweza nikafanya tena. Siwezi kusema leo, siwezi kusema in a few months au in a few weeks au in a few years but najua ipo siku. Aha, sauti so tiso, you heard that well. Sasa hivi Nakaaya amebase kwenye biashara yake ya, ya kua chakula pamoja na kuandaa events mbalimbali mbali. So unaweza kuwasiliana naye kama unahitaji ya kuhudumia katika hilo It seems like Harmonize ana mpango wa kuachia video mpya kama unavyoona alipost screenshot ya video yake ya matatizo, then akaandika I think it's about time isn't it. Well, mi inavyojua matatizo ndio video ya mwisho ya Harmonize kuachia, ukiachia aliyoshirikishwa na Dully Sykes. Well, kama wee ni mtu wa kujiongeza kama AyoTV entertainment, basi utakuwa ume umemwelewa Harmonize lakini si Harmonize peke yake ana mpango kuachia ngoma mpya jinaco, pia ameandika kwenye Instagram yake kuhusu ujio wa ngoma yake mpya kwa kuandika new music soon very soon very you ready. Inavyoonekana kuna mtu amemchafua Irene Uwoya, sio kwa caption hii aliyoandika kwenye Instagram yake. Binadamu bana, watu wa ajabu sana. Hivi kwa nini huwezi kucheza sebeni lako mwenyewe na kutafuta namna ya kulimaliza? Mziki utunge wewe, alafu step za mdundo unataka kuchezea mwenzako? kama uliona nyimbo uliotunga imekuwa ngumu, kwa nini usiombe msaada ili ufundisho kucheza. Machoni, uh, machoni kama mtu, lakini moyoni ni kama nyoka. Tena wale nyoka wana, wanaopatikana mkoani kwetu Tabora, wakisimama wanavutia kweli kweli, lakini wakikurukia you're dead and gone. Ila usijali, love ndo binadamu bana, ndo dunia tunayoishi tusome comment no. Unaweza kupitia kwenye Instagram page ya Uwoya kuona watu wamecomment vipi, lakini pia wewe unaweza kuniambia hii unaiona vipi kwa kuniandikia hapo chini kwenye comment. Kupitia Twitter Niki wa pili aliandika, game ya mziki slash biashara, haijalishi nani mkali, najalisha nani na wimbo au mziki mkali kwa wakati huo. Ndio uhalisia, usibishane nao, make a hit Amagona lacha amagona, hivi wewe unaimbaje hapa? Amagona lacha amagona lacha. Amag... unajua mimi siwezi shizu... ukisikiliza huwezi kujua Joh Makini anasemaje, kwa sababu maana bwana, kuna rafiki yangu nimeibishana naye sana, kila kila mtu anajiona yeye ndo anaimba sawa, sio ya magoda lacha eh, sijui magona hala sio nini nini, kwa kila mtu anaimba kivake. Nikaona sio mbaya kumuuliza Joh Makini, hivi unasema gaje hapa? Ah, watu wengi wanachanganya hapo, wengine wanaona wanasema una anakula anaacha, anakula anaacha, its funny. Lakini ambacho uh, anamaanisha pale ni i am gonna hala chu. Bwana mimi nimeona watu mbalimbali mbali sana wanafanya mannequin challenge. Mannequin challenge ni, ni, uh, ni, ni kitu ambacho kimetrend sana hivi karibuni. Uh, watu wanakuwa kama una pose hivi. Uh, najua mmekutana nazo sana sana sana, lakini nadhani hii hapa kama vile, hebu iangalie.

kusubscribe kwenye youtube channel ya Millard Ayo ili kupata updates zote na stori zote zinazo trend. Lakini pia Instagram, Facebook, Twitter na Periscope ni jina hilo hilo moja la Millard Ayo. Lakini pia feel free kupita millardayo.com wakati wote kwa stori zote kwa urefu zaidi. Unaweza pia kuinstall application ya Millard Ayo kwenye Android na iOS. Mimi naitwa Asteria Mvungi, asante.